Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma limetoa adhabu kwa watumishi wanne ya kulipa asilimia kumi na tano ya mishahara yao kwa kipindi cha miaka mitatu kutokana na makosa mbalimbali ikiwemo utolo kazini, huku mmoja kati yao akisamehewa adhabu hiyo kutokana na changamoto ya kiafya. Akiongea katika kikao cha robo ya tatu cha baraza la madiwani mara baada ya baraza hilo kujigeuza na kuwa kamati, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Fidel Chiza Nderego amesema baraza hilo limetoa adhabu hiyo kama fundisho kwa watumishi wa zembe na wasiofuata sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Hatua iliyo nayo Kakonko ni matokeo ya muunganiko wa utendaji kazi wa watumishi wote walioajiriwa na kuletwa katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko ili kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi, na pale inapoenda tofauti, mamlaka ya nidhamu inafanya kazi. Kwa hiyo yafuatayo ni matokeo ya maamuzi ya kamati ya baraza kwa watumishi wanne. Mtumishi namba moja anaitwa Bakari a Hey Bakari, afisa afya mazingira msaidizi mwandamizi, kituo cha kazi kata ya Nyamtukuza na mtumishi wa pili Chacha Enu Rubani, afisa maendeleo ya jamii kata ya Nyamtukuza. Mtumishi wa tatu ni jese J Bamanisa, afisa lishe daraja la pili hospitali ya wilaya ya Kakonko. Hawa watatu wamethibitika kwa kosa la utoro kazini na wanachukuliwa adhabu ya kukatwa mshahara asilimia kumi na tano kwa kipindi cha miaka mitatu. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa maendeleo katika kikao cha robo ya tatu cha baraza la madiwani kwa mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, Ndaki Stefano Muhuri, amewataka watumishi wa umma katika halmashauri hiyo kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya utumishi wa umma ili kuepuka migogoro inayoweza kujitokeza katika maeneo yao ya kazi Mahumili. pale kwa mama tukua sekondari nyingine, ile shule ya mpanga sekondari, tulikuwa grade ya high school, lakini pia kwa kupunguza umbali wa tatoto ni kana mmoja kutoka hapo moja. Pili, tumejenga kujenga sekondari hapa mjini mbili, kwenye ile pale chini sendi pale kwa chini, lakini na mbizi, ili wanafunzi wote wa maeneo ya karibu wasome mbizi, wasome na hapo mjini. Halafu sasa Nao baadhi ya madiwani katika halmashauri hiyo wamesema kutolewa kwa adhabu hiyo kutaongeza wajibikaji kwa watumishi na kuacha kufanya kazi kwa mazoea maafisa afya wana shughuli sana za mazingira, maafisa mazingira. Sasa kama wangekuwa wanafanya kazi, tuna imani mji wetu ungekuwa msafi na mzuri zaidi, lakini kitendo cha kuwa watoro sasa kinapelekea sasa nafasi yao kuonekana haina utendaji kazi. Sasa tuliangalia katika kupitia sheria na taratibu zote zilivyo, tukaona sasa watumishi hawa, kuliko kuwapuza kazi, wape nafasi ya kujirekebisha, kama adhabu ya kuwakata mshahara asilimia kumi na tano kwa miaka mitatu, hii itakuwa ni fundisho hata kwa wale wengine wasiopenda kazi au wanaotoroka nje ya wanao utaratibu kujua kuna adhabu stahiki zinatolewa kwa wazembe wanaopatikana katika katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Kwa majina anaitwa Ezekiel Pikata, ni diwani wa kata ya Katanga katika halmashauri hii ya Kakonko. Hii adhabu ambayo imetolewa inaweza ikasaidia kwa watumishi wengine ambao wamebaki, ikawa fundisho kwa maana kwamba watumishi wengine sasa watakuwa wamepata fursa ya kuchukua tahadhari kwamba sasa mtumishi akiwa mtoro kazini anaweza kupitiwa na yeye na adhabu kama hiyo. Lakini tusipo isipokuwa hivyo au isipofanyika ya namna hiyo, na maana watumishi sasa wanaweza kabweteka wakajisahau wakasahau kabisa kwamba mtu akiwa mtoro kazini ni makosa. Athari zimetokea nyingi tu, hasa kwenye maeneo ya vituo vyao vya kazi, mfano kama mtumishi wa afya wagonjwa wanaweza wakaja zahanati au kituo cha afya, wanakuta mtumishi hayupo. Sasa mfano mgonjwa yuko serious. Na maana inaweza katokea mgonjwa tukampoteza, kafariki, kisa mtumishi kutokuwepo kazini. Na maeneo pia, mfano kama yule mtu wa mazingira, na maana kwamba wananchi wetu wanaweza kakaa katika mazingira ambayo mazi sio rafiki, lakini a, akiwepo atawasaidia wananchi kukaa katika mazingira ambayo ni safi. Kwa majina naitwa Dickson Barutwa ni diwani wa kata ya Kasanda katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Ah, kwa ujumla e, kwa leo tumefanya maamuzi ya mashauri ya kinidhamu kwa watumishi wanne. Mmoja ambaye ana tatizo la kiafya tumemsamehe, na tumwelekeza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko e, mpeleke kwenye huduma za kimatibabu haraka iwezekanavyo, ili kusudi hali yake iweze kurudi katika hali ya kawaida, aweze kurudi kuwatumikia wananchi lakini wale watumishi wengine watatu tumeamua kuchukua hatua za kisheria za kinidhamu kwa sababu e, walikuwa na utoro utoro wa muda mrefu, mwingine mwaka, wengine miezi kadhaa, wengine siku kadhaa e, jambo ambalo si zuri kwenye utendaji wa kazi za serikali. Kwa hiyo tumeamua kuwaadhibu kwa sababu tulitaka kutoa onyo. onyo kwa watumishi wengine wa serikali ili waelewe kwamba hili sio shamba la bibi, watu wanatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za ajira yao.